Siku yane ya nne ya ziara ya dai wa kimataifa mwamba wa miambani Sheikh Nuruddin Kishki katika ardhi ya Tanga hatimaye leo imehitimishwa rasmi, na hapa ni maeneo ya Chuda ndani ya jiji la Tanga. Sheikh Nuruddin Kishki baada ya kumaliza kupata chakula cha usiku aka dina, na hapa kama ambavyo unashuhudia ni baadhi ya mashehe katika jiji hili la Tanga, ambaye walikuwa naye kwa takriban siku nne mtawalia, la leo ndio rasmi wanaagana naye. Sheikh Said Omar ambaye ni moja kati ya watu ambao walikuwa mstari wa mbele sana katika ziara hii tangu siku ya kwanza hadi leo. Kwa hakika kuna mengi ya kuyakumbuka kutokana na dawa yake, harakati zake, na namna watu walivyomkubali, na vile vile dawa imewafikia wengi wengi wengi mno. Na katika madokezo ambayo nimedokezwa ni swala ila muhadhara leo wa kina mama, kuna mtu kanipiga simu na asema bana, mashaallah hadhara wa kina mama umependeza na wamefaidika mno. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana shekhe, na Allah amlipe kile la kheri, na kama tumemkosea kama wanadamu atusamehe. Tuko naye pia daktari Salim Kahatwan katika jambo kubwa ambalo nimeweza kujifunza katika maisha ya siku mbili tatu hizi, kwanza, shekhe unavyomuona kwenye media na ustaa wake yani, ni mnyenye ni mnyenyekevu sana sana, lakini jambo lingine la pili ni mtu hana makuu shekhe amefurahi sana, huna makuu. Wajua wakati mwingine kuna mtu ukimwalika na ustaa wake mpaka umtafutie labda nyama ya punda, si <laughs> amezoea kwamba umtafutie kitu ambacho kina ustaa, ambacho watu hawaja kula. Lakini wallahi alhamdulillah, kidogo tulichokuwa tukimpa ametumwagia sifa kebekebe kebe. Nishukuru sana, tutamwambia kwa hali kama hii, karibu tena Tanga kule Burundi mwaka jana walisema, njia pekee ya kumdhibiti shekhe hiyo, anakwenda kama sio Mombasa, sikumbuki vizuri, ni kumpa shekhe mke wa Kimombasa au wa Kiburundi ili arejee Tanga. Tujafikiria kufanya hivyo, mimi hilo silifikiri, sitaki ugomvi kwa sababu mwenyewe anamwita boss. Hey, si akamzuia asije tena Tanga kabisa. Tuna njia za kumzuia shekhe nyingi tu, hey. Mmoja wapo ni njia ambayo tumeifanya kipekee sana ya kuhudhuria mashehe wa Tanga wakubwa wote. Lakini pia taasisi karibu tano zote kushirikiana kumwalika mtu mmoja. Nafikiri makaribisho kama haya nadhani na mtakuwa ameyapata Tanga. Na itakuwa ni katika baadhi ya vitu vya kuweza kumzuia shekhe. Niko naye pia hapa shekhe wangu shekhe Fumo kutoka Korogwe. Natoa shukrani nyingi na dhadhati kabisa kwa mashehe wa mkoa huu wa Tanga. Ehe, shekhe mara baada ya kuingia Alhamdulillah, mashekhe wakubwa kabisa wamekuja kumuunga mkono Sheikh Sheikh katika ziara yake ya ya dawa. Naomba ndugu mtangazaji uniwe radhi, si dhambi mimi nikiwataja kwa majina. Tulikuwa tulikuwa na Muhammad mtu wa hadithi huyu ndani ya nyumba, lakini kama shekhekishki uaadaashekhe Muhamadi Abas ambae yu yupo katika kesi wa duati katika taasisi ya Direct yadiet Society pale Pongo. Sheikh Muhammad Abas ibn Sheikh ni mtu wa hadithi. Alhamdulillah, wote walikuwepo ndani ya nyumba, lakini kama haijatosha tulikuwa na Shekh Hamza Mansur. Alhamdulillah alikuja kuunga mkono dawa ya shekhe, lakini kama haijatosha tulikuwa na Doktoru Shekh Salim Kaatani. Alhamdulillah leo nilikuwa na teta na shekhe ambia Shekh Fumo, huyu bwana mi kuanzia unamwita jeshi la mtu mmoja <laughs> nikamwambia, kwa nini unamwita jeshi la mtu mmoja? Aliniambia nitafute, nitakupa tafsiri yake baadaye. Kuna Sheikh Said Omar ndio rais wa taasisi ya Darul Hadithi, alhamdulillah, yeye mwanzo wa mwisho na Sheikh Mbwana Omar, na pia hawa wote walishiriki katika kuunga mkono msafara huu wa kidawa. Na alhamdulillah msafara huu umefana sana, na tu nawashukuru waumini wote wa mkoa wa Tanga, baina watanga rijali wa nisa wal kibari wa sigari, wanawake wanamume, watoto wa kwa wakubwa Tanga na misikiti mizuri, misikiti mikubwa, lakini anapoingia Sheikh Nuruddin Kishki misikiti yote inaonekana midogo, haitoshi. Na ndio maana hata wewe mtangazaji Sheikh Mash kule kwenu ulitumia hikma hali ya juu sana, ulitumia eh, hikma hali ya juu sana ukaweka muhadhara wa nje, kwa maana kwamba kama ingalikuwa mule ndani mule pale pale palengikuwa hapatoshi. Al-Mubajjal, tuambie Sheikh, leo anaondoka. Tulikuwa naye hapa kwa siku takriban nne. Mm-hmm. Rasmi anaondoka, kipi ambacho ungependa kumwambia shekhe, kipi ambacho umejifunza kwa siku zote nne? Kwa hakika ni siku ya furaha, lakini pia unaweza kuitafsiri ni siku ya huzuni, kwa sababu ujio wa shekhe ulitufungulia ukurasa wa furaha Walillahi alhamdu. Tokea siku tuliweza kumpokea maeneo siku ya Alhamis maeneo ya Kange, tulianza kufurahi sote, tulikuwa ni kitu kimoja, sote tulikuwa na bashasha. Kama wenzangu walivyosema, taasisi ziliweza kuungana za Kiislamu, tukawa ni watu wa moja, muda wote tunapigiana simu kutaka kujua kipi kinafanyika, wapi watu wanakwenda na sisi tuliweza kuliona hilo jambo ambalo halipatikani katika masiku mengineo. Yaani tunaishi pamoja hapa, lakini zinaweza zikapita siku watu hawaonani, lakini shekhe, ujayo wake umetufanya tumekuwa ni watu wamoja moja, tunafurahi pamoja tunakula pamoja tena tunakula vyakula mbalimbali mbali, alhamdulillah rabbil alamin. Ninapata kigugumizi kuona furaha hii leo inakwenda kukatika, lakini si kukatika moja kwa moja, naamini kwa maana inakwenda kustop kwa muda. Ninaamini kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, furaha hii itakuwa ni endelevu ikiwa bado tuko hai fi qaidil haya, bado tuko hai, naamini kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah hata istopisha furaha hii kama ilivyoanza, na kama daktari alivyo aliweza kusema hapa kwamba vizuri ni sisi kuanza, lakini vizuri zaidi ni kuendelea katika mema haya, na sisi tumeungana kwa pamoja, na naahidi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tuko na fadhila tu Sheikh Nuruddin Kishki eh, dai wa kimataifa, tutaweza kuwa naye bega kwa bega kwa jambo la furaha na kwa jambo la huzuni, na niwaombe wale wengine ambao pengine kuna propaganda ambazo wanaenezwa kwa maneno ambayo wanayasikia tu na pengine na mambo ambayo wanatafsiriwa tu bila kujua uhakika. Daktari Sheikh eh, Qahtani ameweza kulibainisha hili. Fadhilatu Sheikh Nuruddin Kishki unavyomuona na unavyosikia katika daraja yake na tunavyojua nafasi yake aliyopewa ya na Allah subhanahu wa taala ni nafasi ya juu sana na tunamwomba Allah kama mnya, alivyomnyanyua katika dunia hii amnyanyue katika maisha ya akhera, na tukawe pamoja na Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasabih wasallam. Yale ambayo yanasemwa usiyachukulie kama yanavyosemwa Yafuatilie, utayaona uongo wake, jinsi yalivyokuwa yako wazi wazi, uongo wake. Shekhe yuko nasi na tumeweza kugundua mengi katika, katika tabia zilizokuwa njema. Mimi ni mtu mdogo sana sana, lakini Shekhe wallahi amenifanya ni mtu wake wa karibu. Yani wakati wote anaongea na mimi mpaka najihisi, yani mimi nimekuwa yani nimekuwa mtu wa tofauti. Subhanallah. Kwa hakika hatuna la kusema zaidi ya kumwombea Allah subhanahu wa taala. Shekhe, tunakuombea sana. Allah subhanahu wa taala, Allah akulipe, Allah akuhifadhi, Allah subhanahu wa taala kulinde na hasadi na maadui na kila atakayelenga atake uadui kwako. Allah subhanahu wa taala urudishe uadui huo ukamsambaratishe yeye pamoja na wote walioratibu uadui huo kukufanyia. Lakini la mwisho kabisa ni washukuru, nishukuru vyombo vya habari eh, hasa Shukrani za mwanzo kabisa niwapelekee ndugu zangu wa Al Hajar TV. Kwa hakika kutoka nchi kwenda nchi nyingine kwa ajili ya ziara maalum ya fadhilatu Sheikh Nuruddin Kishki, wametupa dhima kubwa sisi kama watu wa habari, pia kuona ni namna gani ndugu zetu hawa wanatuthamini, ni namna gani ndugu zetu hawa wamefungua wigo, hawako Kenya tu mpaka Tanzania wanafanya vizuri. Kwa hakika, sisi kama vyombo vya habari tunacha kujifunza kuhusiana na ndugu zetu hawa. Allah awahifadhi, Allah awalipe kila la kheri, Allah anyanyue awanyanyue, na ajalie yale malengo yao yaweze kutimia, lakini pia iwe ni sababu Allah subhanahu wa taala kutujalia kuungana vyombo vya habari hivi kuwa kitu kimoja na kuweza kufanya makubwa zaidi. Na baada ya wao basi, eh, Kishki TV Kishki TV imekuwa mkifanya vizuri sana. Sisi tumekuwa tukikopi eh, kazi za shehe kupitia nyie. Allah awalipe kila laheri nyote, wafanyakazi waliopo hapa na waliobakia da huko, Allah awalipe kila laheri, lakini sitoacha kuwashukuru ku, ku, pia eh, ndugu yangu shehe, eh, shehe nani? Oba, oba oba tv wametoka da nao. Eh, wamefanya vizuri sana alhamdulillahi rabbil alamin. Eh, nashukuru na, na, vyombo vya habari kwa sababu nami pia ni mwanahabari kwa upande mwingine, lakini pia ni, ni washukuru ndugu zangu wa ambao ndio kituo changu ambacho ninafanyia kazi eh, ndugu, ndugu zangu wa redio Nur FM 94.5 lakini pia kwenye mambo ya YouTube eh, channel, channel ya Radio Nuru FM Tanga, hakika wamefanya vizuri, mihadhara ya Sheikh imekwenda live mpaka watu wame, wame, wamefurahi sana. Allah walipe kila la khairi, wote kwa, kwa, kwa, kwa ujumla wao kwa kazi kubwa waliyoifanya, na hili likafungua maisha yao pia, na Allah ajalie kila la kheri, wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Asante sana, ni maoni na hisia pia za wenyeji wa dangi wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kish katika ardhi hii ya Tanga, wakiwa sasa rasmi wanaaga naye, kabla Sheikh ajaondoka, kwa maana ya kupanda gari tukamsikilize naye shehe, kipi ambacho amekiona kwa watu wa Tanga kwa siku zote ambazo alikuwepo hapa. Shehe, rasmi unaagana na ndugu zako wenzako, eh, wengine wakiwa tayari wanyonge, hata wewe pia shehe sura yako imebadilika. Tuambie, kwa siku nne ambazo ulikuwepo hapa Tanga, kipi ambacho umekiona kwa wana Tanga na ndugu zako pia? Bismillahirrahmanirrahim. Uh, uh, kwa uhakika tuliingia na furaha kubwa na ni miaka mitatu mfululizo nikiingia Tanga naingia na furaha kubwa, na nikiondoka pia naondoka na furaha kubwa, lakini furaha hiyo pia imechanganyika na kutengana na ndugu zangu kwa muda, kama alivyosema shekhe Iliasa al-Mubajal. Mimi sina la kusema zaidi ya kuwashukuru mashekhe, najua majukumu ya mashekhe, shekhe kuacha mambo yake kuambatana na mgeni ni jambo kubwa sana. Niliwahi kumsikia msomi mmoja nasema, mwanadamu akikupa chochote katika dunia hii hakiwezi kulingana na akikupa muda wake. Hakuna kitu cha thamani ambacho mwanadamu akikupa atakuwa amekuthamini kupita maelezo kama akikupa muda wake. Mashehe wamenipa muda kama alivyotangulia kusema hapo nyuma, nimetembea mikoa mingi sana, si mikoa mikoa yote. Mashekhe wa mji wanakuwa na mimi bega kwa bega. Kuna mkoa unaenda kwa peke yako tu na imamu wa msikiti aliyokualika, lakini Tanga mmeonyesha mfano na mna deni kubwa sana kwangu. Sheikh Said Umar ni shekhe mkubwa, msomi Misimpati kwa chochote. Mwalimu wetu ameacha daru, kaacha familia yake, muda wote anahangaika na mimi, ambaye ni mtoto wake, mwanafunzi wake. Ni jambo ambalo siwezi kulisahau. Ndugu yangu hapa, Dr Salim Kahtani, naye vilevile ni mtu ambaye mmoja, aikai mbili, aikai mambo mengi sana, lakini vile vile, mpaka nimemtunga jina bila ya kujua. Fumo mchokozi katoa siri yangu, jeshi la mtu mmoja. Wallahi siwezi kukumsahau na, na deni kubwa sana kwangu Sheikh Ali Kiroboto, Sheikh Muhammad Abbas, Sheikh Mbwana Umar, na Sheikh wote. Sheikh Ilyasa, japo hataki kuitwa Sheikh lakini Sheikh Ilyasa, yes, anafanya da'wa pia, mashallah tabarakallah, Sheikh Fumo, Sheikh Mashi. Wallahi sina la kualipa zaidi ya kuwashukuru. Na niseme pale tulipowakosea wakosea mutusamih, na tulipopatia ni taufiki ya Allah na Waislamu wote kwa ujumla, na washukuru. Kwa hiyo sina zaidi ya kutoa shukrani, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kabla dua, Shekhe, kitu gani ambacho kitabaki kwenye kumbukumbu kumbu yako katika ziara ya safari hii? Umekuja mara tatu mutawali, yani mwaka juzi, mwaka jana na mwaka huu. Mwaka huu kitu gani ambacho kitabaki katika yale ambayo umeyaona katika sehemu ambazo umetembea? Wallahi mengi, lakini kama utaniambia, utani nichague moja, mtachagua uwepo wa mashekhe nkitakoseme cha pili mashekhe, mashekhe. <laughs> mashekhe kuniunga mkono, likijulisha jambo linajulisha juu ya tawadhu zao ukarimu wao upendo wao, hili ndo kubwa kuliko yote ambayo mimi siwezi kulisahau. Mtazamaji, ziara ya shekhe Nurdin Kishki E, imetamatika sasa rasmi na muda huu wakiwa ndio wanaagana. Kumbuka shekhe Nudin Kishki alikuja hapa siku ya tarehe 26 mwezi huu wa sita ilikuwa ni siku ya Khamis kwa ziara ambayo alikuwepo hapa kwa takriban siku nne mutawalian na leo rasmi shekhe anaagana hivi na ndugu zake akiagana hivi na mashehe zake. Asante sana ndugu yangu Abdullahi mwana mali Mashi, ndio wanavomaliza hivyo, nami ni kutoa tu shukrani za dhati kwa vyombo vya habari, lakini kikubwa zaidi utakumbuka nyomi, utakumbuka umati wa watu uliojitokeza kuanzia e, ziara ya Shekh Nurdin Kishki ilipoanza kuanzia mihadhara ya hutuba za Ijumaa na mihadhara ya wazi, lakini kikubwa zaidi ni uwepo wa mashehe, jopo la mashehe kutoka katika jiji hili la Tanga, e, ikionyesha ishara tosha kuwa ule usemi ule usema kuwa ni jambo zito kumwambia kwa heri umpendae, unadhihiri hapa. Shekhe ametoka na machozi ya furaha alipoona walimu wake wameacha kazi kwa ajili ya kumuunga, siku nne mtawalia, tukiwa ni siku za furaha, siku za vicheko, siku za kusoma mengi zaidi kutoka kwa dai huyu wa kimataifa, lakini kikubwa zaidi ni siku ya kuunga undugu, siku ya kumaliza na kujenga e, urafiki wa dhati shekhe, ndio anavyoondoka hivi, watu wanaagana hapa, ikiwa ni kumbatio furaha kumbatio la kupeana pongezi kwa kazi kubwa ambayo imefanyika kwa takriban siku e, nne mtawalia, lakini kikubwa zaidi mashehe, e, jopo la mashehe kutoka katika jiji la Tanga wanaamini e, wanaamini kuwa inshallah ipo siku Sheikh Nurdin Kishkidai huyu wa kimataifa atarudi tena katika jiji la Tanga, kani wenyewe wenyeji wetu wa Tanga wametuambia, Tanga kuna kibao cha karibu, hakuna kibao cha kwaheri. Hivyo basi dai kimataifa haambiwi kwa heri, ye kaamua tu kurudi Dar es Salaam, lakini ipo siku atarudi tena. Mimi nilikuwa wako Muhammad Atibu Abdullah, tukishirikiana kwa siku nne mtawalia na ndugu yangu Abdullahi mwana mali mashi, tukikuletea makala mbalimbali, tukikuletea e, tukikuonyesha e, mihadhara na hutba kutoka katika misikiti tofauti tofauti, ambapo waumini wamestafidi pakubwa sana na mada kemkem zilizokuwa zikitolewa, nadhai, huyu, pamuja, na dai huyu pamoja na kuungwa mkono na jopo la mashehe na walimu wake katika jiji hili la Tanga. Nitakuwa mtovu wa nidhamu bila kushukuru ndugu zangu makameraban maproducer ambao usiku na mchana walikuwa hawalali kwa ajili ya kuhakikisha wanakupa kile ambacho unastahili kukiona zaidi. Nianze na ndugu yangu eh, Omar Nganga, ndio alikuwa mkuu wa kitengo cha media katika safari hii yote, bila kusahau PM Kimamba, bila kumsahau ndugu yangu Abdul Ghafari Yusuf Abdi, bila kumsahau Aidarus Omar Azlani ambayo tumekuwa tukifanya kazi kuhakikisha tunakuletea yale yote ambayo ulikuwa unastahili kuyaona. TV hizi mbili zote kwa pamoja, hakikisha unaendelea kuzisubscribe kwa ajili ya kupata mengi na kujifundisha, kustafidi na elimu ya dini kupitia Kishki TV na Alhaja TV. Kama hujasubscribe, fanya hivyo. Subscribe katika mitandao yetu ya kijamii. Lakini kikubwa zaidi, magari yanavyoondoka hapa ndio msafara unaoanza rasmi kuondoka katika, eh, katika jiji la Tanga kuelekea katika jiji la Dar es Salaam ambapo kwa siku moja tu Sheikh atapumzika ili aianze rasmi safari ya kuelekea katika nchi ya Burundi. Ni safari ya wiki mbili ambayo itakuwa ni safari ya kujifunza kidawa bila kusahau lile tukio kubwa zaidi la ndoa 100 zilizo Yaliya mashindano makubwa zaidi ya kuhifadhi kitabu kitakatifu cha Qur'anul Karim. Fi Amanillahi, tukutane tena siku nyingine, kikubwa zaidi tukutane Burundi tukiwa na Kishki TV na Lahajar TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.